Ni, uh, wanawekwa nguvuni uh, na vitu vingine kama hivyo na kon, unaweza ukaona ni mtu anawekwa nguvuni hapo. Uh, na mamlaka hizo uh, katika namna ambayo uh, unaweza ukashuhudia uh, uh, Uh, anaonekana ni kama vile wana, wanatoa sare ile ambayo wameivaa, bila shaka inahusiana na itikadi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo uh, Chadema. Ni matukio ambayo uh, si yenye kuleta taswira nzuri uh, zaidi kwa maana ya udhibiti eh? Wakionekana baadhi ya makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hapo, wamevaa sare zao hizo. Uh, ambazo wamezivaa uh, wame, wame uh, lakini kama ambavyo pia unaweza ukaona uh, mambo yakiwa yanaendelea hapa nje ya mahakama ya uh, hakimu mkazi Kisutu, uh, jijini Dar es Salaam. Ni siku ambayo bila shaka tuna uh, mengi ya kuyatarajia, mengi ya kuyashuhudia na mengi ya kukuletea wewe mtazamaji wetu wa Global TV, lakini pia Kusaga TV ambao uh, tuko live muda huu na tumeanza mapema kabisa tangu asubuhi kukuonyesha hali ilivyo katika viunga mbalimbali mbali vya jiji hili la Dar es Salaam, na mpaka kufikia hapa katika uh, mahakama hii uh, ya Kisutu, ambapo kama ambavyo umepata nafasi ya kuona uh, wapo ambao wamewekwa nguvuni. Uh, miongoni mwa watu ambao walikamatwa pia waliopata madhila haya, tuna mwandishi mwenzetu anayefahamika kwa jina la Grace naye ya asubuhi alipata mbilinge, bilinge za hapa na pale. Alikamatwa na jeshi la polisi wakiwemo wanachama wengine wa Chadema. Grace, pole sana. Asante nashukuru. Yani, uh, ya, yani yani eh, kabla hatujazungumza sana, tupitishe kidogo nini ambacho kimekupata asubuhi mpaka walikukamata, na anaeleza kwamba wamekupiga. Uh, kifupi Kweli jeshi linatakiwa lilinde li, usalama wa raia, ukizingatia leo wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, uh, wengi sana wangeweza kujitokeza katika mahakama hii ya kimkazi Kisutu kwa ajili ya m, kiongozi wao mwenyekiti wa chama hicho. Sasa uh, uh, baada ya <coughs> mimi kufika hapa, nilikuja katika kwenye, kwenye majukumu yangu kikazi. Basi baada ya kuja hapa, nimefika mwenyewe Wakaniuliza, wewe unakuja hapa kama nani? Mi mwandishi wa habari. Watoka chombo gani? Nikawaambia. Una kitambulisho? Nikamwambia ndio nacho. Tuoneshe basi, nikaonyesha kile kitambulisho. Baada ya kuonesha kitambulisho, wakaniambia sawa. Unaona, wameniambia sawa, yani wametoka pale nilipo, wamesogea mbele kidogo, kuna mwingine wameenda kumshirikisha. Dakika chache tu, yani hapo hapo tu hapo hapo, yani au yani, hesabu hata dakika yani, ni hapo hapo, kwa sababu ni hapo hapo, distance ni hapo hapo, wakaja ghafla, wakanibeba. Ni ni nikamwambia, sasa mbona mnanibeba wa kike ni, ni, ni walikuja wa kike okay, kuja hmm, kunichukua. Nikamwambia, mbona sasa mnanifanya sasa, kwanza wewe sio mwarifu. Nikamwambia hapana, mi sio mwarifu, basi wakanibeba vile, wamenishikilia hivi, wakanipeleka mpaka ndani kule, nikaenda nikamkuta mwenzangu mmoja, sio mwandishi lakini ni raia, alikuwa mwanafunzi kama ndani ya gari, ndani ya mahakama ametukalisha, ni ndani ya mahakama lakini kulikuwa kuna gari yao ya polisi iko pale, wakatukalisha chini, yani nje ya gari, chini. Basi, kaeni hapo. Basi tukakaa. Sasa mimi wakati nakuja kama ambavyo tulikuwa tunawasiliana na, na, na, na ninyi, kama unakumbuka ehe, kwamba tumefika wapi tumefika wapi. Kwa hiyo nyinyi mlikuwa mnajua mimi niko ndani baada hapo, maana walininyang'anya kabisa na simu. Sasa kidogo nikaona wenzangu nje ya fence, wakati niko pale nimekaa chini Nilivyoona wenzangu wako pale nje ya fence nikawa nawapa ishara wajue nilipo, ehe, kwa sababu wangenitafuta sipokei simu usifanye nini, lazima watu wangepata nini na mashaka, na ndicho ambacho kilitokea. Umeona walikuwa wananitafuta kumbe wanione. Kwa hiyo nilivyoona nikaonyeshia ishara, eh, askari alivyoniona vile, kwa nini unawaita? Alininyanyua, alinipiga mtama, akanipiga ngumi huku kama tatu hivi, akanishania na nguvu, umeona, eh. Basi baada ya hapo kumbe aka naongea ongea pale bado, muda unavyozidi kwenda, naona wengine wanaletwa, wengine wamechanua nguo, wengi sana wamechanua nguo. Kwa kweli sijajua, mmoja tuliona pale mpaka alikuwa anavua nguo na ni, yeah. Eh, yule sasa sijui alikuwa amevua mwenyewe ama si, sijui kwa kweli, kwa sababu mimi nilikuwa nimezibwa na gari sikumwona wakati anakuja, kwa hiyo nimemwona amefika pale hana nguo ila mwingine. kuna mama alikuja ni mtu mzima. Yaani, mimi nilikuwa tunawaacha wenyewe wakawa wanawasiliana wenyewe, wenyewe kwa wenyewe. Sasa sijui ni vituo vi mabusu zimejaa ama ni nini sijui. Kwa hiyo wakawa anatuzungusha kwenye baadhi ya mabusu, tumezunguka sana Temeke, siyo wapi huko, sentro kwenyewe tumeenda hivyo, hapana, tunabaki humo humo, ni gari ya wazi, ama ni nyuma iko wazi, lakini wakawa wanataka tukae, maana kuna wengi, yaani gari ya wazi ambayo juu kuna nini, uh, turubai, he turubai, lakini ile turubai liko nusu, kwa hiyo kuna wengine walikuwa kule wengine wako sasa, wengine hali ya hewa ile, kuna mwingine alishikwa na pumu, umeona, akawa anashindwa hata kupumua. Kuna wengine wako kule wana imani hivyo, kwa hiyo wakaomba. Ah, mnatakiwa kukaa huko huko hmm. Kwanza hata hivyo gari nyingine ikija nitakiwa izibwe kote, umeona. Kwa hiyo hali kama hiyo e, basi baada ya hapo mwingine akani akawa ananihoji akaniambia, kwa nini umeenda pale? Nikamwambia mimi nenda kikazi. Ah, unafanya wapi? Nikamwambia basi. Kwa hiyo akawa amejua pale kama mimi ni mwandishi, na nafikiri kuna mwingine ha. Lakini baada ya kukupiga sana, e, walishanipiga kwa kweli, alinipiga kwa kweli, yani nilishikwa na hasira, nikawa nalia kwa hasira, yani si kwamba naogopa. Mimi sikuwa na hofu, lakini nilikuwa nalia, nalia kwa hasira. Kwa nini anipige na mimi niko kazini? afu ukizingatia sijafanya chochote Mbona, eh? Sijafanya chochote, hawajaniambia ni sikuwa mbishi mbona. Kwa hiyo wakati mwingine ili jeshi letu liwe linaangalia kiukweli mbona. Sawa, pole sana Grace. Nashukuru sana. Shapo wa kazi. Kabisa. Bwana mtazamaji wa. Sasa hali yako ikoje? Niko sawa, niko sawa. Pole sana. Nashukuru. Mtazamaji wa Global Tuko hapa panaitwa wapi? Hapo Bagamoyo eti Mpande. Tuko hapa Mpa? Mpande Bagamoyo, maeneo ya Ununio. Tumepigiwa kule Ununio